Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amemtetea Inspekta Mkuu wa Polisi Douglas Kanja kutokana na shinikizo kuwa ajiuzulu kwa kuhudhuria mkutano wa kisiasa katika ziara ya rais huko Mlima Kenya. Akizungumza Mombasa hapo jana Murkomen alisema kuwa Kanja alikuwa anatekeleza majukumu yake ikiwemo ufunguzi wa kituo cha polisi. Murkomen pia amemsuta aliyekuwa mwanasheria mkuu Justin Muturi kwa matamshi yake dhidi ya serikali na Rais William Ruto. Francis Mtalaki na maelezo zaidi kutoka Mombasa. Ni katika mahojiano na wanahabari Jumatatu jioni ambapo waziri wa usalama Kipchumba Murkomen aliweka wazi msimamo wake kuhusu shinikizo la kujiuzulu kwa inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja baada ya kuhudhuria mkutano wa ziara ya rais Ruto mlima Kenya. Polisi siyo kazi ya ya kukaa kukaa kwa Ivory Towers na kukaa Nairobi. Kazi ya polisi ni kukaa kwa jamii na kukua pale penye wananchi wao kwako asikilize maoni ya wananchi na asaidie kusuluhisha hiyo maneno. Murkomen anashikilia kwamba inspekta wa polisi alikuwa anatekeleza majukumu yake likiwemo ufunguzi wa kituo cha polisi na kuwa ziara ya rais haikuwa ya kisiasa, bali maendeleo. Alikuwa katika mkutano ya maendeleo na alikuwa pale na rais kama vile anaweza kuwa mahali popote, na mimi kusikiliza maoni ya wananchi na kuona ni jinsi gani tunaweza kusuluhisha zile shida wananchi wanapitia katika sehemu hiyo. Alikuwa pia pale na kwa sehemu zingine kufungua police station na pamoja na rais. Katika mahojiano hayo ya zaidi ya saa mbili, Murkomen alimsuta aliyekuwa mwanasheria mkuu Justin Muturi kwa madai yake dhidi ya serikali na Rais Ruto. Sijakuwa convinced kweli kwamba yeye ako na kitu yenye iko convincing. Hata ukisikia mambo mengine, mtu akikwambia nilipigiwa na rais nikaambiwa, ee, ee, soma karatasi fulani pitisha. Kama rais amekupigia na kuambia soma, kama hata ni kweli, kwa sababu hatujui hata kama ni kweli, lakini akikupigia na kuambia, hebu angalia karatasi na uweke TSI. Na, ta, na wewe ndio advisor mkubwa ya serikali na usharudishia rais useme hii haiwezekani, si inaishia hapo kwa sababu wewe ndio advisor sasa. Itakusaidia aje kisiasa uende useme haya, aliniambia nifanye hivi, lakini nilimwambia haiwezekani. Si wewe ndio ulifaa kuambiwa hivyo ndio useme haiwezekani? Kwa sababu sisi wote ambao tunatumika kwa serikali, si una, unapewa instructions kwamba, je, Kipchumba, inawezekana kufanya 1 2 3 kwa sababu katiba inasema, wewe ni mshauri mkubwa wa rais. Kazi yako sasa ni kusema haya, nimesoma sheria hii na hii inawezekana, rais, hii nyingine haiwezekani. Sasa ukikuja kufanyia siasa hiyo kazi yako ilikuwa ni nini? Murkomen anashikilia kuwa Muturi amevunja sheria ya kiapo alichokula wakati wa kuchukua hatamu na kuwa anapaswa kuchukuliwa hatua kali.

Uh, uh, you, you. Kando na haya, Waziri Murkomen amedai kuwa uhaba wa sampuli za DNA kutoka kwa familia za waliopoteza jamaa zao msituni Shakahola na kutaka familia hizo kujiwasilisha kwa zoezi hilo. Francis Mtalaki Ringi, Citizen, Mombasa.